Padri aliyepotea ndugu zangu ni padri wa Songea. Kwa asili ni padri wa Songea. Lakini anafanya kazi katika jimbo hili. Kwa muda aliyopo, kwa muda huu ni padri wa Mwanza. Kama alishawahi kupanga kuacha upadri, mimi napaswa kujua, si mwingine tena mimi sijui, askofu asongea hajui. Watu wamesema kwamba eti alishaomba hakusikilizwa. Mapadri hivi ukitaka kuacha upadri unasikilizwa? si unaondoka zako. Kunao wangapi ambao wameacha upadri, wameondoka, walisikilizwa? badala ya kupata ma, ma, ma, maneno ya kututia moyo tusikate tamaa, tunapewa maneno ya maudhi. Tunaudhiwa tunapofungua parokia zetu hizi. Tuombe tusali, tuombe amani, Mwenyezi Mungu atujalie nchi yetu iwe na amani, na viongozi wetu watafute fursa ya kutia moyo na kulifariji taifa. Taifa limegawanyika, taifa lina mahangaiko. Katika taifa uwezi ukakoswa watu watukutu, lakini ni ni wananchi watu, ni watu ni, ni wa, ni watu wa hapa. Utukutu wao sio wa kumpoteza wala kumteka au kumuua leo. Tunatembea huku hatujiamini. Watanzania tulikuwa tunaheshimika katika ulimwengu, tunaheshimika. Wapo wanaoniuliza, sasa nyie mkiwa hivi itakuwaje? Sasa tutakimbilia wapi? Hapa tunaanza kufanyiana hivyo, sababu ya nini? Tatizo ni nini? Tunahitaji kweli amani, lakini tutambue kwamba ha, kama, kama tunatafuta amani lazima iwepo haki. Kuitafuta na kuipata amani pasipo haki ni uongo. Haki lazima iwepo.